Sawa, so, uh, nimegusia hapo namna ambavyo unaweza kurudisha katika jamii kwa namna tofauti tofauti, lakini studioni hii leo tunao uh, maafisa kutoka shirika la Free Eyes ambao wao wameamua kuhamasisha na kutoa uelewa zaidi wa kuchangia ili kupata viungo bandia kwa watu wenye ulemavu hususan wanafunzi kwenye shule za msingi na shule za sekondari. Lakini kwa namna gani sasa wanahamasisha watu kuchangia, watu kurudisha katika jamii? e, namna zipo tofauti tofauti. Wao wamechagua namna ya kutumia usafiri wa baiskeli na watafanya uh, uendeshaji wa baiskeli, wataendesha kutoka hapa nchini hadi Afrika Kusini. Can you imagine. Eh, hapo tu lazima na wewe uparticipate ili uweze kurudisha katika jamii. Tunaye hapa mkurugenzi wa shirika la Free Eyes Samson Matthew, Samson karibu sana. Asante sana. Lakini pia tunaye afisa mipango uchumi pamoja na utekelezaji kutoka Free Eyes Elias Njoji karibu sana Elias. Naam asante sana. Nianze na wewe Baskeli imo? Namshukuru Mungu imo, aiwezekani <laughs> <Ayu> <laughs> Kwa nini? inabidi uwe vipi ili uweze kuendesha baskeli? Baskeli ukishajua umejua, haiangalii uzito hapana. Baskeli ukishajua umejua, ni ni kama tu vitu vingine unavyoona kwa. Hata mimi pia nina uwezo wa kuendesha baskeli vyovyote vile ambavyo, japo Sauzi Afrika ni mbali, lakini nitajitahidi. Nitakapoishia nitamwambia mkurugenzi, naomba nipande, nitawafata nyuma <laughs> Ila mkurugenzi South Africa. Ah, unatoboa. Mna mpango wa kupita njia gani? Uh, tumepanga kupita, tutaanzia hapa Dar es Salaam. mm -hmm. Uh, tutapita mpaka Dodoma, tutapita Zambia alafu tutapita Zimbabwe, alafu, um... kwanza, kutoka hapa mpaka Dodoma. Moses, unajua usipafikire hivi hivi na baskeli <laughs> Eh, eh, eh. Mnaweza kutumia siku ngapi kutoka tu hapa mpaka Dodoma kwa sababu za taratibu? Mpaka Dodoma, <coughs> tunatumia siku tano. Okay. Yeah. Ngoja kwanza, ngoja siku ina saa 24 nne, yaani unaposema siku tano maanake ni zile saa ishirini na nne mara tano mchana tu kwa hiyo maanake ni kwamba tunasema, labda ni ndani ya zile saa kumi na mbili ndio ambazo pengine zenyewe huenda zisitimie, hazitimii. Inategemea sasa na a, a, aina ya, ya siku, kama kuna milima sana nabidondesha. mm -hmm. labda muda mrefu ili ukave kilomita ambazo mezi target ukifika. okay. Okay. Yeah. Dodoma, tutafanya mapumziko mm -hmm. siku mbili, tutaenda kuonana na mkuu wa mkoa pale, tutaongea naye kidogo, tutahamasisha tutakuwa na semina kidogo. Baada ya hapo nitaanza kuelekea South Africa rasmi sasa. Kwanza Dodoma yeah. Sasa tunapokuwa mnaenda Zambia tumalize hiyo ah, ruti. Hiyo ruti kwanza. Ah, ruti tunaenda tutafika Zambia, ah, halafu baadaye tutapanda juu kwenda Zimbabwe. Mhm. Mm. Tukimaliza Zimbabwe tena tarudi chini mpaka Botswana. Halafu mm -hmm. kutoka Botswana pale nitaelekea South Africa, Cape Town. Ushawahi kwenda hiyo ruti au ndio mara ya kwanza? Ah, ruti ya basikeli nimefanya hapa. Ile nimefanya cross country pia, nimeenda Kenya. Ila mimi nafanya sana solo cycling charity. Okay. So nakuwa peke yangu sana trip zangu nyingi. Kwa nimefanya hii la Dr. Livingstone ambayo nilianzia Bagamoyo mpaka Kigoma, mm. Ujiji. Uh, nimefanya kutoka Moshi mpaka Dodoma siku tatu, nilifanya charity pia 2019. Hii ndo kubwa ambayo nataka kufanya cross country pia. So ni mzoefu kidogo, sio sana. Elias wewe mbali zaidi umeenda. <laughs> <laughs> Kwani, kwa nini umenipania mimi? Ah, na naendesha na, na, na, na, na, na, na ni sina experience ya kusema naendaga sana mbali lakini hizi kilomita hamsini, mia nakuwa nazichapa sana mm. Me, lakini pia kazi yangu mimi kwenye hii hapa organization yetu mm. mimi nipo kwenye kitengo ambacho ni cha kuhakikisha mipango inaenda sawa uchumi na utekelezaji. Hapo hapo. Sasa kiufupi, umetuambia. Yaani, nipunguzieni haya maswali, engo yangu ni hii. Mimi cha kwanza Balkis, <laughs> mbali ya kumpongeza Samson Mathew, useme kwamba watu ambao wanafanya pengine cross country ama aina yoyote ya mbio ndefu, sikuwahi kufikiria kama Tanzania tunaye mtu kama Mathew ambaye anafanya nasema hivyo kwa sababu nimewahi kushuhudia mara kadhaa mitandaoni watu wakiposti, nimetembea sijui nimetoka, labda kama ni Kenya, nimekwenda nimepita Tanzania, south Africa, sijui wapi niko Saudi Arabia, sijui nimetoka Saudi Arabia, nimezunguka yani hivyo. Yani watu wengi wanaposti wamekwenda safari ndefu sana, sikudhani kama kuna mtu kama huyu hapa Tanzania. Cha kwanza niseme Matthew hongera sana, asante sana. Cha pili nataka kuelewa sasa wewe unafanya solo challenge, umetumia msamiati huo katika maana ya kwamba mara nyingi huwa unafanya kama vile unajishindanisha wewe mwenyewe, ninaweza kwenda umbali fulani, ninaweza kwenda umbali fulani. Ukiwa una malengo fulani, ni ngumu kiasi gani ama ni rahisi kiasi gani kuweza kumudu kitu cha aina hii, kwa kutazamia uhalisia kwamba ukiwa unafanya kitu na wenzako basi huwa mna uwezo wa kufika mbali sana, kwa sababu katika namna ambayo kuna moments, kuna zile nyakati ambazo labda umechoka, kuna mwingine atakupa ataku encourage, kuna wakati ambao pengine una changamoto ABC, kuna mtu atakusaidia hapa na pale. Hii inakupa wewe pesi kiasi gani, ama unafikiri inakupa ugumu kiasi gani? Asante sana. Uh, kuhusu kuendesha mwenyewe mimi kwanza sifanyi mashindano. Uh, mimi nachofanya ni, ni kufanya lengo la like kitu fulani. So kwa muda mrefu nimekuwa nafanya na watu tofauti tofauti tunaenda short safari za hapa hapa Tanzania hmm. Lakini nikiwa nafanya sababu ya kitu fulani, waga naenda mwenyewe mara nyingi. Wapo ambao wanani join njiani hmm. kwa mm. kilomita 200, 300, 400 okay. wanarudi, lakini safari ndefu waga namalizaga mwenyewe. So ugumu hakuna, kwa sababu baskeli, mimi nataka nifike sehemu, niweke lengo nyuma, tayari nishajitengeneza. so, so. Nime nimetengeneza kitu fulani nyuma na kiacha kinajijenga ndo tageti yangu ambayo napenda kufanya hivyo. Ikitokea kwamba umepata changamoto yoyote, baiskeli imeharibika, ama kama kile, changamoto zipo nyingi, baiskeli inaharibika, tabia, muda, unaumwa, au unaishiwa chakula katikati, kwa changamoto zipo nyingi sana, lakini nakuwa na, na feedback ya watu njiani, kama mfano Zambia, na chama cha baiskeli Zambia nimeongea okay, nao. Botswana na rafiki yangu pia nimeongea naye South Africa na rafiki yangu pia ambaye naye alifanya cross country, alitoka South Africa akaja Tanzania, nipo naye pia kwao na feedback pembeni, ambapo nikipata shida watu mm, wanakuja kwenye ah, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> yeah. mm. ndo anapoingia Elias sasa. Hapo hapo ndo sehemuhi. yeah. <laughs> uh, tofauti na Moze Moze, hajakutana na hawa waendesha baiskeli ila mimi nimekuwa mimi dakika zangu watatu wamenitangulia na wawili kati ya hao wameendesha wa sana baiskeli sana. Unajua mpaka yule mtu ambaye anaweka baiskeli ndani kama pambo, yani huyo anaelewa <laughs> <laughs> naona huwa wakienda kuendesha baiskeli wanabeba tu vibegi vyao vile vidogo hivi, na ni kwa sababu unakuta labda wanaenda mikoa ya hapa hapa nchini. Sasa ukienda mpaka South Africa mabegi yenu yanabebwaje? Mabegi nabeba kwenye basikeli, kila kitu unabeba kwenye basikeli. Okay. E, unabeba tenti unabeba chakula kila kitu unabeba, spare zote unabeba kwenye basikeli. Sasa basikeli zenu zitakuwa zenye kiti hapa nyuma? Yeah, basikeli unaweka kiti nyuma unafunga na mizigo. Sawa. Mipango ikoje Elias? Tunamshukuru Mungu, mipango iko sawa mm. Mpaka sasa tunaendelea vyema na tunaendelea vyema na maandalizi yetu ya safari, ambapo tunaendelea kuwasiliana na mabalozi wetu kama wa Zambia pale Ruteni, Mtengule, mm. balozi wetu wa Zimbabwe na Botswana na South, Lipa, Botswana, South Africa ni yeah, moja ya kwa mipango. So far so good, inaendelea vizuri, lakini pia tunaendelea kukaribisha wadau mbalimbali wanaopenda michezo, wanaounga juhudi za mheshimiwa wetu Rais Samia Suluhu Hassan katika kuhakikisha kwamba wananchi wake wanakuwa wana afya bora, na michezo kama inavyosisitizwa pia, ni afya ni ajira, mm. lakini pia tunamsaidia mheshimiwa rais majukumu madogo madogo kama hivyo, kurudisha katika jamii, kwa sababu anafanya kazi nyingi, hawezi akafanya tu kazi zote, hata kama binadamu, lazima kidogo naye umpe mama hichi tuna uwezo ni kuwakaribisha wadau ambao watapendeza na jambo letu, uwanja wa Faras tarehe saba, ambao tutafanya uwanja wa Faras pale, tutafanya hafla kidogo, yeah. mm. kidogo nawaendesha baskeli wote baada ya hapo nadhani sasa safari ya kwanza itaanza ya, ya kutoka Dar es Salaam kwenda Dodoma, kutoka Dodoma kwenda Zambia, Zambia Zimbabwe, Zimbabwe Botswana, South Africa. Kwa hiyo kwa mimi ukiniambia mipango ikoje, nitakuambia mipango iko vizuri, lakini pia tunaendelea kukaribisha wadau mbalimbali, ambaye anaweza katuletea maji, ambaye anaweza akajisikia kutetea, sio unajua, wengi huwa wanaamini michango ni fedha tu Mm. Lakini japo fedha ndo kila kitu, lakini kwa mashindano yetu sisi, yani kwa, na sio mashindano naweza nikasema hivyo, na, na kwa kitu chetu sisi ni kwamba ukituletea maji, ukituletea kama ni glukosi, ukiamua kusaidia labda tairi za baiskeli. Sijui kama kuna mtu ana duka la vifaa vya michezo anataka kusaidia kitu fulani, mm. tunamkaribisha, tupo tayari. lengo lengo mmesema kwa sasa hivi ni kuweza kupata uwezo wa kuchangia viungo bandia kwa watoto. Ni viungo bandia na hmm, mahitaji muhimu. Unajua kuna walemavu ambao sio tu viungo bandia hmm, kuna walemavu wengine ambao wanakuwa wanahitaji, kwa mfano unakuta mwingine labda anatembelea miguu magoti k wanahitaji labda vile zile gadi za magoti, ni vitu tunaweza tukasema hivyo. Kuna mwingine anahitaji tu labda msaada wa anapolala labda sio pazuri godoro sijui nini, yani katika kuhakikisha tu kwamba tunampa naye furaha, kwa sababu sisi tumeagizwa upendo. Kwa hiyo tunachokifanya ni tunajaribu kurudisha ule upendo kwenye jamii, kutoka kwa mheshimiwa Rais wetu na sisi vijana tuna adopti anachokifanya na sisi tuna tunamsaidia vitu ambavyo kidogo viko ndani ya uwezo wetu. Uh, Samson mmefikiria no. na mkaona kuwa hili linawezekana Vipi kwa washiriki wale ambao wanashiriki, mnatarajia kuwa na, na idadi ya watu wangapi ambao wataendesha baiskeli mpaka South Africa? A, pengine mmeshaweka ma mmeshaangazia mahitaji ya kim, mipaka ya kimataifa, hilo limekaaji hilo li mipaka ya kitaifa. Napenda kwanza kuwashukuru Wizara ya Mambo ya Nje ya Ushirikiano na Afrika Mashariki mm. kwa ushirikiano wao wanaendelea kutoa taarifa kwa viongozi ngazi za juu. La pili, uh, kwa waendesha baskeli uh, tusha wa shirikiana na chama cha baskeli mkoa na chama cha baskeli taifa. Pia nimeongea na klabu mbalimbali za baskeli mm. Idadi kamili ya wanachama ambao wataweza kushiriki ni zaidi ya wanachama mia mbili ambao watashiriki mm. Lakini sio kushiriki kwa siku ambao naondoka, watashiriki siku ya <laughs> <laughs> Kwa, lakini, ya, kwa nini uh, wewe peke yako? E, safari itakuwa mimi peke yangu lakini kwa mtu ambaye anataka kujoini mm. Milango iko wazi uh, kwa kutakuwa kuna gharama ambazo mtu atakenifuata nitampa gharama za safari nzima kwa atajitegemea za gharama. Sasa Elias unamwacha wapi? atabaki yes, kutekeleza majukumu mengine hapa ya kitaifa. Eh, mtu ambaye sasa anataka kuungana na wewe kwenda na wewe mpaka South Africa. Gharama zinakuwaje? Gharama kwa mtu mmoja na kwa sababu tunafanya camping Mm. So hatulali loji, so ni camping muda mwingi loji. Ni mara chache sana, ikitokea labda mefika katikati ya mji, ndio mnaanza mkalala loji. So gharama kwa lakaraka ni milioni nane. Okay, yeah, safari ya kwenda safari siku sabini na nane mpaka themanini, kwa sababu mm, um, um, inategemea, inaweza mvua ikanyesha, kwao naondoka kipindi cha baridi mvua inaweza ikanyesha, baskeli ikaharibika, ukaumwa, ko siku zaza zikaongezeka. Unaenda na, bai, na baiskeli moja, baskeli ni moja spare ndo nyingine. Hmm. Sasa unaendeshaje baiskeli? Mi nashindwa kukuelewa, kwa kweli ni ngumu kuelewa. Uko porini unapitaje peke yako na elsima. <coughs> Uko tayari mwenzako aende porini peke yako? Ngoja, ngoja ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni nisaidie kidogo, ni hivi eh. Mazingira yote kwanza, hii ni rafiki Mm -hmm. Sio kwamba anasafiri usiku. Sawa. Kwa hiyo itakapofika sehemu jua limekukutia labda saa kumi na mbili jioni labda tunaweza tukasema ndo umeingia labda Zambia mpakani, sio lazima tena uendelee na safari. Sasa uendeshaji mm -hmm. mm -hmm. wake wa baiskeli lazima kidogo unakuwa unajua kabisa huu sasa hivi ni mda gani? Mikumi mm -hmm. mtaingia mda gani? kwa uendeshaji wangu pale Mikumi mtavuka mda gani? hauwezi tu kufanya tu ili mradi na huwa inafanywa sana, nadhani ni kwa sababu tu ya wenzetu. Unajua, sisi wa Tanzania kidogo hatufuatilii fuatili baadhi ya vitu, lakini kuna wenzetu. Kwa mfano, kuna dogo mmoja yuko Msweden, yeye alikuja Afrika kwa kipikipiki fulani hivi cha miguu mitatu kama kibajaji, sio kibajaji hivi, alipita mpaka Tanzania akaendelea na safari zake. Kwa hiyo unavyopanga mipango yako ndivyo inavyokuwa, sawa? Eh, safari hii umesema unatarajia kuwa peke yako ila kwa ambaye anataka kuungana na wewe mm. unamkaribisha? Ndio. Mnapataje sasa fedha kwa ajili ya kwenda kusaidia hawa wanafunzi wa shule za msingi na sekondari kupata hivi viungo? Au haya mahitaji ambayo umesema mwanzo Elias, mahitaji mengine. Fedha mnazipataje? mm. watu wana wana wana, wana Ah, iko hivi mm. Kwanza kama alivyosema mkurugenzi hapo mwanzo kwamba ushiriki ni wewe utakavyotaka, unaweza ukashiriki hatua ya awali, afu hatua ya mwendelezo, ukaona bwana, mi kwenda South Africa sitaweza, au la, naweza kwenda na wewe nikaishia Zambia mm. nikarudi. Kwa hiyo uchangiaji uko hivi kwamba unaweza usishiriki lakini ukafika kwenye eneo la tukio ukaona kinachoendelea. Tukaenda mpaka sehemu zile muhimu ambazo inatakiwa tukaone, labda kwamba leo tutaenda shule fulani, leo tutaenda labda mtaa fulani, au kuna watoto fulani tayari tushafanya risechi yetu, tunawajua wanaishi labda hapa, labda wanaishi gitu na bibi yao, mazingira yao yako hivi hivo. Kwa huyu kabla ya safari anakuwa tayari kesha tumeshapita hizo sehemu zote, kwamba kama kile ambacho kinakuwa kishapatikana tayari kishamalizana nao. Kwa hiyo safari yake inakuwa kama ni blessing tayari, inakuwa iko salama na yeye kuendelea na hicho Elias kama naelewa maana yake ni kwamba mm -hmm. katika namna nyingine, wakati Messi atakapokuwa anaendesha mfano mm -hmm. anaweza kawa na bendera kwenye baisikeli yake kitu cha nyuma ama mbele, ambayo inatoa dhamira ya kile ambacho yeye yeah. anakifanya yeah. Hivyo basi, maanake ni kwamba kama kutakuwa kuna watu wengine wanaguswa katika yeah. maeneo anayopita, maanake pia na wenyewe wanaweza wakaendelea kuongezea siku hizi kum... njia nyingi mitandao Ewa. yetu ya kijamii iko hivi e, kwamba atakapoanza safari, kila kituo watu ya, watakuwa wanaona mm. kwa kama watu watataka wataifolo peji ya Free Eyes Organization. Okay. kwamba na kila anapokuwa naenda inaonesha, bwana leo tumepita hapa Zambia tumepita sijui na Konde tumefika wapi, tuko wapi, na kwamba kuna baadhi ya sehemu anatakazokuwa anaenda, lazima atakuwa kidogo anachukua hata tukio kidogo, mm -hmm, na watu wa pale story mbili tatu, anaendelea na safari. Kwa kila kitakachokuwa kinaendelea kitakuwa kitakua kinaupdateiwa kwenye peji uki, ya... ukifika South Africa unarudi tena na baskeli au utarudi tu na usafiri mwingine? Uh, nikifika South Africa nitarudi na ndege eh, kwa sababu lengo langu ni kwenda South Africa kwa baskeli. Hapo sasa ndo utakapoona unarudi kwa kutumia muda mfupi sana. Kwa hiyo hapa Dar es Salaam siku ya uzinduzi uh, sasa mtapita, yeah, maeneo tofauti tofauti mtaendesha uh, baiskeli maeneo tofauti tofauti au mtaishia tu pale pale viwanja vya farasi? Uh, <clears throat> kwa hapa Dar es Salaam tumepanga kwa ajili ya kuweka warisia ili jambo lionekane jambo la baskeli mm. tumeweka kuendesha kilomita kumi. Okay, kuzunguka tu pale Masaki kidogo alafu kutakuwa kuna tafrija ndogo ya kumwaga mshiriki ambaye anaanza safari na kutakuwa kuna harambee kidogo kwa ajili ya kuchangia okay. Basi safari pia itaanzia hapo sasa kwenye hizo kilomita kumi, ndugu yangu, Elias. Mm, tachapa, mimi nitakuwepo. <laughs> <Utaona. laughs> <laughs> Na tunaendelea kuwasiliana na baadhi ya viongozi wa serikalini ambao wapo kwenye wanahusika na idara mm, wata, nadhani, wata ya michezo tutafanikiwa watakuwepo katika kutoa sapoti ya kuhakikisha kwamba hawa vijana wapo kwa ajili ya kuunga mkono juhudi zinazoendelezwa kufanya na Mheshimiwa wetu Rais. Kwa hiyo utaniona na mimi nitapiga kilomita zangu kumi kama tutafanikiwa kumpata bosi Chalamila naye utamwona atapiga kilometa zake kumi, ko wala mna shida. Ningetamani sana kuwaona na mawaziri lakini watakuwa wako bungeni, lakini kwa sababu itakuwa ni weekend <laughs> <laughs>. Lakini pia waziri kukimbiza kilometa kumi, labda Mavunde, unajua katika mawaziri ambao wako fiti kimazoezi Wow. Wa mm -hmm. E, <laughs> e, Mavunde kidogo Lakin... Nape lakini Mavunde nakubali kilomita hata mia anachapa, nafikiri yuko fiti. Kubwa tu ni kwamba hao viongozi wafikishiwe taarifa na wenyewe, hata kama huko watakapokuwepo, basi siku hizi teknolojia pia inaturuhusu wao hata kusema neno lolote kutokea kule watakapokuwa, lakini kutoa supoti kwa mkimbiaji wetu pengine na wakimbiaji ambao wataanza kunani ili kuweza kuendelea kuhamasisha ili kwa sababu lengo ni zuri mno. Sasa Samson, tunakupongeza sana, uh, pamoja na kuwa mkurugenzi wa shirika la Free Eyes, lakini pia tunakutakia kila la heri maandalizi, um, yaende salama kwa ushirikiano mkubwa wa afisa mipango uchumi na utekelezaji, uh, Elias John Elias Njioji, kumradhi, lakini ufike salama. Asante sana. Hmm, mimi nitakuwa tu nafuatilia umefika wapi lini na ukirudi na kukaribisha sana. Kwa kwa, kuongezea kwa sababu, kwa <laughs> sababu sorry Azam unajua ndo chaneli namba moja Tanzania ya michezo. Okay. Shukrani. Kwa hiyo Hauwezi ukafanya jambo kama hili mm, bila chaneli namba moja, kuwe najua nini kinaendelea kabisa. kwa ambacho tutakifanya, mm, tutajitahidi kwamba asilimia mia, mia kwamba chaneli namba moja ya michezo Tanzania na Afrika Mashariki mm, na kuwe najua kila kinachoendelea hatua kwa hatua kwa mkimbiaji wetu wa baiskeli Tanzania. Kaka hawajakosea kuna afisa mipango <laughs> <laughs> anaitwa Elias Njoji na afisa mipango uchumi pamoja na utekelezaji, lakini tulikuwa naye pia Samson Mathew <coughs> ambaye ni mkurugenzi wa shirika la Free Eyes. Kubwa zaidi ni harambee ambayo wanatarajiwa kuifanya, kusaidia wanafunzi wa msingi na sekondari kupata viungo bandia pamoja na mahitaji mengine maalum, hasa kwa wenye ulemavu, kwa safari ambayo ataifanya Samson Mathew kwa kuendesha baiskeli kutoka hapa uh, Dar es Salaam mpaka nchini Afrika ya Kusini.